Kata ya Masoko, kiongozi kutoka Busokero, Mungu wabariki sana kwa kuja kwenu. Hapa ndio nyumbani, hapa ndio nyumbani, hakuna kama nyumbani eh Jambo la kwanza ninawashukuru sana wana Kisiba, ninawashukuru sana wana Busisia, ninawashukuru sana wana Masoko. Ninaamini wazi, mimi ni mtoto wenu, mnanifahamu kwa dhati kabisa. Naitwa Imanueli Mwamwimbe, niliyezaliwa huku Masoko, hasa kata ya Kisiba na kijiji cha Busisia. Lengo ah, yeah, langu la kuja hapa kwa mara ya kwanza baada ya uchaguzi wa, wa mwaka elfu mbili na ishirini ni kuwashukuru sana wazaji wangu wa kata ya Kisiba. Mwaka elfu mbili na ishirini mlipigana, mlipambana pamoja na ninaamini kwa asilimia mia moja oja, tulishinda kwa kishindo. Mwaka elfu mbili na ishirini na tano tatizo lile lile la mwaka 2020 limejirudia tena kwenye serikali za mitaa. Waswahili wanasema, mwizi aliyozoea kuiba akikosa kuiba kwa jirani na ndani mwake anaiba. Ni ndugu zangu hasa niwape salamu wale wanaonijia kila siku kwa simu hata kunifuata. Kwanza Mwamwimbe tunakupenda, kupenda ndio m si wakati, mimi sio Mwamwimbe, naifahamu ndani ya nje kuliko wewe ambaye unaisikia na kwa Kisiba masoko, ni sehemu ya zimebarikiwa sana nazungumze hivi kwa sababu mungu ananipa kibali cha kutembea kwa nini sisi tuchekwe wana wasoko kwa nini sisi tuchekwe kwa nini sisi tuzarauliwe wana wa Kisiba mwaka elfu mbili na ishirini ni mashahidi kilichotutokea sisi wanachadema kula zangu zikuvuziwa kuwasaliwa walituma polisi sehemu ya kata

wamekuwa kama kiumbe kinachoipanyali nyani ni wake. Mfano huu, nyani alikuwa anakula kila mwaka mahindi akim, akimchukia mkulima. Yule mkulima kila mwaka nanana hivi bwana naingia na saa, akaamua kujenga kambi kwenye shamba lake, na nyani wakaona, hapa sasa tunaingiliwa tano wakumuua yule mkulima yu, yu, na nyani kweli wakafanikiwa, yu, kumuua yule mkulima. Mwaka wa kwanza walipomuua mkulima, mwaka wa pili wakashangaa, shamba halina maiti. Mwaka wa tatu wakashangaa, shamba halina maiti. Waliomuua mkulima wakabaki wanashangaa. yenye kakao, yenye mifugo, yenye miti, yenye maziwa mawili, leo hii inakuwa kata ya mwisho. Nimeuliza kijiji cha Rusisia toka elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tano kina kiasi gani cha pesa kwenye fungu?

Ntukumja hivi kwa sababu Mungu anaipa kibali cha kutembea. Kwa nini sisi tuchekwe wana wa soko? Kwa nini sisi tuchekwe? Kwa nini sisi tuzarauliwe wana wa msiba? Mwaka elfu mbili na ishirini ni mashahidi kilichotutokea sisi wanachadema, kula zangu ikuruziwa kuasaiwa, walituma polisi sehemu ya kata ilipigwa kitako cha bunduki ik ndivo wakapitisha kuwa mdiwani wakitiema wamekita vijana walilia, wanakisima walilia. Nikasema mimi ni diwani wa mioyo ya watu na diwani ndani na nje ya udiwani. Ndugu zangu wanakisima, ndugu zangu wana masoko sisiemu wamekuwa kama kiumbe kinachoitwa nyani. Nyani ni watu wa mfano huu. Nyani alikuwa anakula kila mwaka mahindi, akimchukia aki mkulima yule, mkulima kila mwaka laba abaini, bwana naingia na sawa, akaamua kujenga tambi kwenye shamba lake, na nyani waka sasa tunaingiliwa, wakapanga mkutano wa kumuua yule mkulima, na nyani kweli wakafanikiwa kumuua yule mkulima. Mwaka wa kwanza walipomua mkulima, mwaka wa pili wakashangaa shamba halina maiti, mwaka wa tatu wakashangaa shamba halina maiti. Waliomuua mkulima wakabaki wanashangaa

kulalamika kwa sababu ya kukosa maarifa viongozi <coughs> wamesema bai, wameambia habari ya, niliacha shughuli zangu na kuja nyumbani kuja kuambia ukweli. Kanasaa hili hatutani, nitalia nitalia, naona kishima nitalia, naona machoko. Kama sheria za uchaguzi hazitabadilika hatuingii kwenye uchaguzi. ni ajenda ya chama kuyungua, ayikua. Ni mipango ya chama. Kama hawajabadilisha kanuni za uchaguzi hatutaingia kwenye uchaguzi. Niweke mfano mwingine. Kuna, kuna mwindaji mmoja alifuga mbwa, anawinda swala anawinda sungura, lakini akifika nyumbani kisha mchemsha nasuala la subuha anamsahau mbwa aliyeanza kuwinda, anampa mifupa kula iefu <laughs> Chama cha Mapinduzi ni chama cha watu wachache, mnapewa vielfu tano, mnapewa vitisheti, lakini huku wanachukua mali zenu na kuondoka. Tuliongea <laughs> mambo mengi mwaka elfu mbili na ishirini mipango ya kata tulijadiliana sana. Leo hii kata inarudi nyuma, michezo imekufa, maendeleo hayaonekani, mnawekana ndani, mnachukiana nyinyi kwa nyinyi. Ni uongozi wa namna gani? Ndugu zangu, hasa vijana wangu wa bodaboda Siku moja nilikuwa natoka Chukuyu, nilimbeba kijana mmoja waikama. Kufika kufika kama Segera, tukasimamishwa na polisi. Polisi akasema, huyu kijana kosa lake alitukimbia bambo. Nikasema, sasa kama bambo ndo, inakuwaje leo amzuia hapa? Akasema, alitukimbia bambo, kwa hiyo lazima, mheshimiwa, shuka, tafuta bodaboda nyingine. Nikasema, bahati nzuri mimi sichukui kila boda boda boda kwa hiyo huyu hapa niambieni kosa lake ni nini, ni, ni nini kama ni lafaili kama la nini mniambie yeah. niwaambie ndugu zangu vijana wangu boda wa boda boda msichukiane na hao polisi polisi ni chakali kuliko nini yeah. wanawake atijue mambo kaseri kwa sababu mishahara yao haiwatoshi yeah. hakuna salama kwenye nchi hii ndiyo maana tunakuja kuwamia ukweli kwamba tuungane kuliko mmoa taifa hiyo. Leo hii wananchi wanakosa mbolea ya ruzuku, mbolea inaenda kununuliwa Marawi, sio Marawi, inanunuliwa Zambia na kuletwa hapa nchi kubwa, nchi ya nyamba nchi niyobarikiwa kama Tanzania tunakosa mbolea ya ruzuku, mazao tunakosa kwa sababu ya kosa mbolea ya ruzuku. Tupo hapa wazazi wangu, kwa ajili ya kuwambia no reform no election i. Wakati wa uchaguzi mwenyekiti wakati ya Masoko, yeye ni shaidi, nilipigiwa simu saa mbili usiku nikiwa nyumbani, nikiwambia, Mwamwimbe uko wapi? Bahati nzuri nilipigia wasisim wautu mjini uko wapi nikasema niko nyumbani badilisha laini zima simu kaficha hizo fomu zako usilale nyumbani nikasema kuna nini e, we uliza kuna nini tumekuambia uondoke usilale nyumbani na usipatikane kwenye simu nikatoka nyumbani saa mbili nikawacha wazazi wangu nikaenda kulala kwa mzee mwawero nikampa marehemu yangu rabani fomu zangu kaficha unakokutaka Kesho asubuhi kunakucha, naambiwa matukio yaliyotokea usiku. Mwenzangu wakati wa masoko wamemgaragaza, wamechukua fomu, wameondoka nayo. Mwingine nasikia wandaga si wa sehemu gani, haonekani hata aliko. Ni uchaguzi wa namna gani kama huo? Tunachagua au tunachaguliwa? Na kama tumeamua kuwa na mfumo wa vyama vingi, kuna sababu gani Nimepata taarifa za uchaguzi wa serikali za mitaa kijiji cha Busisi kimesimamisha na wamepiga kura za ushindi kwa Chadema. Wamemaliza kupiga kura saa nane, lakini wanakuja kutangaza usiku wa maleme, mbele ya polisi. Sisi nyumbani, polisi, niwambie, sisi ni watoto wa Makatubura, ni watoto wa mama mmoja, ni watoto wa mama mmoja. Hamtakuja kusikia sisi tunagombana, tuachieni hao. Sisiemu ni mwepesi kama makaratasi, watu wanashindwa kuongea, watu wanashindwa kujitokeza. Kuna sehemu nimepita, nataka kuweka bendera leo, mweshimiwa ananiambia usiweke. Mweshimiwa, mimi ni Chadema, lakini ukiweka hii bendera nitapata eh, shida sana. Naombeni vijana, ni taifa sio taifa la kesho, huwa ni msemo wa zamani. Vijana ni vijana, ni taifa la leo. Tusipojua haki zetu, mama zetu, tutawazika. Tusipojua haki zetu, tutakufa huku tukikosa maarifa. Ndugu zangu, wana Kisiba, mcheani tuchangamke, mcheani tujitambue, mcheani tudai haki zetu Mjoani tushikamane, mimi mtoto wenu, niko nyuma yenu. Mimi mtoto wenu, siodopi. Kuna watu wameniambia, leo nafika kwa Mungu, wameniambia tumesikia Mwamwimbe amekuja hapo, mwambie mtoto wako aachane na siasa, mwambie tunampenda sana Mwamwimbe, achane na siasa. Kama hataki kuachana na siasa, aje aje CCM. Najiuliza sana ukimchukua a niende kwenye CCM, huyo mwana CCM ukimfananisha na mimi, kwa kweli ni tofauti kabisa. Sasa nikafanya nini? Nikafanya nini? ikiwa kama CCM wako chakana, mimi unaniambia niende CCM, nikafanya nini? CCM ni chama cha wenyewe. Mheshimiwa katibu, nimefurahi sana uliposema kesho utaenda kwa viongozi huku. Kuna shida kubwa sana kata ya Kisiba ina shida. Kuna watu wanafinywa chini kwa chini, kuna watu wanashindwa kuongea shida zao. Kinachounganisha hapa Kisiba ni misiba tu sau singi Kisiba kinachounganisha, ukisikia msiba utaona ni, ni wanandugu ni wanafamilia, ukiwalata kwenye masuala ya siasa, wao wanaona ni maadui. Wazazi wangu, ndugu zangu, niwaambie, siasa siasa siasa ndiyo maisha ya watu, siasa siasa ndiyo inachangia uchumi Wanasiasa ndio wanapanga bei ya kiberiti, wanasiasa ndio wanapanga barabara, wanasiasa ndio wanapanga jengo la shule, jengo la hospitali, miundombinu, umeme, maji, kila kitu. Tukipuuzia siasa, tumepuuzia maisha yetu. Leo hii nilikuwa nasoma gazeti la Mwananchi, nimekutana na kichwa cha habari walimu kulalamika mishahara yao. Mheshimiwa katibu, tunaomba tufikishie hizi salamu, hakuna kata inayoteseka kama kata ya Kisiba. Hakuna, nina mtoto wa kaka yangu amesoma amekosa ajira. Nimefika hapa naniambia anajitolea kufundisha shule ya msingi Masoko. Shule zetu hazina walimu huku, tembelea masomo ya sayansi hawafundishwi Mratibu kata yupo, mkurugenzi yupo, diwani yupo, hatumbui wajibu wake. Shule zimekuwa ni shida, walimu wamekuwa ni shida, watoto wetu waliosoma wanajitolea. Badala ya kutafuta maisha yake, anaenda kujitolea. Mheshimiwa, sisemi <coughs> lakini naamini Kisiba singekuwa hii kwa sababu ninaamini kwenye kakao kuna gawio la Kisiba, kwenye chai kuna gawio la Kisiba, kwenye ndizi kuna gawio la Kisiba. Kisiba lenyewe ziwa lini mapato tosha. Leo ukiwauliza hata kijiji cha Busisi hiki kina shilingi ngapi, hawajui. Shule zinajengwa kwa, kwa kujitolea dispensa zinajengwa kwa kujitolea. Serikali, wakatuma kijana pekee kwenye kijiji cha Rifwa, kati kati ya msitu wa Rifwa ambao wote kule c alijitokeza na kusimama, lakini changamoto alizozipata wote tunazijua. Unafika tu kutesa mwili wa mwenzako tesa binadamu kwa sababu ya siasa. Tumesema mwaka huu hatuingii na uchaguzi. Nawaambia maa wana Masoko mwanalema mkaoke kwa uchaguzi, kama kweli una nia ya dhati kuijenga Masoko tunahitaji mabadiliko. Mabadiliko yenyewe ya uchaguzi. Waliotangulia wamesema kama Yanga inacheza Haiwezekani wa Yanga <coughs> wa Yanga wa rafleni akawa wa Yanga, mpira uwanja uwe wa Yanga mpira uwe wa Yanga alafu tegemee Simba kama atashinda. Leo sheria za sasa hivi zimempa mamlaka ya rais ya kuteua wakurugenzi watendaji ambao wanasimamia kula zetu. Je, kuna usalama hapo? kwete alikuwa naaciaacia, sio huyu mama. Utafiki sio mwanamke. Tufike mahali tutambue Mungu alituweka masoko kwa makusudi, ukaa ya kupapiga. Mungu wangu, eree ameongoza nchi akiwa kwenye miaka 30, na kitu. Leo hii wanasema mpaka ufikishe miaka mingapi? eti mpaka wana miaka arobaini, halafu wenyewe wanazidi kumrudisha wasiwa mwenyekiti makamu wa chama mwenye miaka thamanini. <todulia> Jiulize, hicho chama kina future kwe? Kina mawazo kwenu, huwezi kwenda kuweka wazee ambao tulitakiwa vijana sisi, kio tunaochimba mukaburi vijana endesha bodaboda vijana ambao tunasukuma gurudumu la maendeleo. Sasa sisiemu wanaenda kuweka wazee, mtasikia mwaka huu wataanza kugongoa na kuchukua fu utakuta, milizeni tu serikali yangu ya Tanzania uni uchumbe wangu kuanzia kwa rais.